Nadhani hili ni kweli kwa sisi sote, lakini mimi nadhani sisi sote tungependa kusikia habari njema kuliko habari mbaya. Hii inanifanya nikumbuke yule mwanaume aliyekuwa na siku ngumu kazini. Hakuna kitu kilichoenda sawa, ilikuwa ni tatizo moja baada ya jingine. Alirudi nyumbani kwa mke wake na watoto wake wanne mwishoni mwa siku na akamwambia mkewe, mpenzi, nimekuwa na siku mbaya sana, tafadhali usinilete habari mbaya yoyote. Naye akamjibu, basi, nina habari njema za kukuambia, watatu kati ya watoto wako wanne hawakuanguka kwenye mti leo na kuvunjika mkono wao. Sijui kama hiyo kweli ilikuwa habari njema. Sasa basi, tunapoanza safari yetu ya hekima leo, tunafika kwenye kitabu kidogo cha Sefania chenye sura tatu tu, lakini Sefania atazingatia mambo mawili makuu: habari mbaya ambayo ni hukumu ya Mungu na habari njema ambayo ni neema ya Mungu. Sasa mstari wa kwanza unatupatia ukoo wa Sefania na tunagundua kwamba yeye ni mjukuu wa nne wa mfalme mwenye kumcha Mungu, Hezekia. Hivyo basi hii inatuonyesha kwamba Sefania hakuchagua kuingia kwenye siasa bali alichagua huduma ya Mungu. Atahubiri neno la Mungu. Kwa kweli mstari wa kwanza unasema katika siku za Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda. Sasa Yosia alikuwa mfalme wa mwisho mwenye kumcha Mungu katika Yuda. Kwa hiyo kama Sefania anahubiri wakati wa utawala wa Yosia ambaye anamcha Mungu, sasa mbona kuna habari zote hizi mbaya kuhusu hukumu ya Mungu? Kumbuka kwamba utawala wa Yosia ulifuata miaka hamsini na saba ya uasi na kutomcha Mungu chini ya mfalme Manasi na mwanawe Amoni. Kwa hiyo hapa Yuda iko katika hali ya chini kabisa kiroho. Mfalme Yosia ameanzisha mageuzi ya kumcha Mungu, lakini kwa bahati mbaya, mioyo ya watu haijatubu. Wamebaki vile vile, hawajabadilika. Kwa hiyo Sefania anaanza unabii wake kwa kutangaza hukumu ya ulimwengu mzima. Mstari wa pili: nitaondoa kabisa kila kitu juu ya uso wa dunia, asema Bwana. Sasa upeo wa hili inaonekana ina maana kwamba inazungumzia hukumu itakayokuja katika siku za mwisho, yaani wakati wa dhiki kuu. Kama mwandishi mmoja alivyosema, hii inasisitiza nguvu na upeo wa hukumu ya Mungu. Sasa huenda hiyo itatokea siku za usoni, lakini pia kutakuwa na hukumu ya haraka hapa, na Mungu anazungumza kupitia nabii wake katika mstari wa nne nitanyosha mkono wangu dhidi ya Yuda na dhidi ya wakaaji wote wa Yerusalemu, nami nitakatilia mbali kutoka mahali hapa mabaki ya Baali na jina la makuhani wa sanamu wanaoinama juu ya paa za nyumba zao kwa ajili ya jeshi la mbinguni. Hii inatuonyesha kwamba wanaabudu mwezi, wanaabudu nyota pamoja na mungu wa Wakanaani, Baali. Sasa watu wa Yuda, eh, mstari wa tano unatueleza wanaapa kwa Milkomu au Moleki. Huyu alikuwa mungu wa Wamoni, ambaye watoto walitolewa kafara kwake kama tunavyoambiwa katika mbili Wafalme ishirini na tatu. Hivyo Yosia anajaribu kufuta, kutakasa taifa kutokana na ibada hii ya sanamu, lakini hakufanikiwa. Na niwaambie, uovu wa aina hii hautaachwa bila kuadhibiwa kwa muda mrefu. Mstari wa saba unasema siku ya Bwana iko karibu. Sasa katika Agano la Kale msemo huu, siku ya Bwana, mara nyingi unarejelea hukumu za dhiki zitakazofuata unyakuo wa kanisa, lakini pia mara nyingi unaashiria onyesho la karibu zaidi la ghadhabu ya Mungu, na hilo ndilo Sefania anaelezea hapa. Hii ni kuhusu uharibifu unaokuja wa Yerusalemu ambao utatokea mwaka 586. Sasa hii siku ya Bwana inayozungumziwa hapa iko takriban miaka hamsini tu mbele, lakini Sefania anaielezea hapa kwenye mstari wa kumi na tatu kwa kuandika, mali zao zitaporwa na nyumba zao kubomolewa. Mstari wa kumi na tano unaongeza, siku hiyo ni siku ya ghadhabu, siku ya dhiki na huzuni, siku ya uharibifu na maangamizi, siku ya giza na huzuni, siku ya mawingu na giza nene. Ngoja ni kuambie, hizi ni habari mbaya sana. Lakini sasa, pamoja na hizi habari mbaya, Sefania anatoa pia habari njema kupitia mwaliko kwa watu hapa katika sura ya pili sasa na mstari wa kwanza, anasema jikusanyeni, naam jikusanyeni, enyi taifa lisilo na haya, kabla amri haijatekelezwa kabla siku ya ghadhabu ya Bwana haijawafikia. Hivyo basi, huu ni mwito kwa taifa lenye dhambi kujikusanya kwa ajili ya kutubu. Hapa ndipo penye tumaini kwa njia kwa yeyote wewe na mimi ambaye anageuka kutoka kwenye dhambi zetu na kumwita Bwana kwa jina lake. Kwa kweli mwaliko huu unafuatiwa na ombi hapa katika mstari wa tatu: mtafuteni Bwana, eni wanyenyekevu wote wa nchi, mnaotenda amri zake za haki, tafuteni haki, tafuteni unyenyekevu, huenda mkaweza kufichwa siku ya ghadhabu ya Bwana. Kwa njia unapaswa kutambua kwamba Mungu atawalinda baadhi ya watu hawa dhidi ya kifo wakati wa Babeli watakapovamia nchi na kuiharibu Yerusalemu. Hivyo basi, hili ni kumbusho muhimu kwetu wapendwa. Huenda tukazungukwa na watu waovu leo na hata tukateseka kwa sababu yao, lakini tunapaswa kujibu kwa kumfuata Bwana kwa uaminifu na unyenyekevu. Na niwaambie hivi, imani yetu ya uaminifu kwa Bwana ni ushuhuda wenye nguvu kwa dunia yetu. Sasa, kama vile hukumu ya Mungu imeahidiwa hapa dhidi ya Yuda, pia itaahidiwa dhidi ya mataifa maovu yanayozunguka Yuda. Mungu hatawaruhusu wao pia waendelee na ibada yao ya sanamu bila kuadhibiwa. Kwa kweli, sehemu iliyobaki ya sura ya pili inatabiri kuhusu ghadhabu inayokuja ya Mungu. Kwa taifa la Wafilisti, Mungu anasema hapa kwenye mstari wa tano, nitawaangamiza mpaka asiwepo mkazi hata mmoja. Mstari wa tisa himoabu atakuwa kama Sodoma na Waamoni kama Gomora. Mstari wa kumi na mbili hapa unaahidi hukumu juu ya watu wa Kushi wanaoishi kule Afrika. Mstari wa kumi na tatu unaahidi maangamizi ya Ashuru na watu wa Ninawi. Na katika kila tukio Mungu atawatumia Wababeli wenye nguvu kama chombo chake cha hukumu. Sasa sura ya tatu. Inarudi tena kuangazia hukumu ya Mungu dhidi ya watu wa Yuda na hasa mji wa Yerusalemu. Hivi ndivyo sura hii inavyoanza, katika mstari wa kwanza: ole wake yeye aliyemwasi na najisi, mji wa wonevu. Asikilizi sauti yoyote, hakubali maonyo, hamtumaini Bwana, hakumkaribia Mungu wake. Maneno ya Sefania sasa yanawalenga viongozi wa kiraia wa Yerusalemu. Hapa katika mstari wa tatu, maafisa wake waliomo ndani yake ni simba wanaonguruma, waamuzi wake ni mbwa mwitu wa jioni ambao hawaachi kitu hadi asubuhi. Kwa maneno mengine, wote wanawadhulumu watu maskini kwa faida yao wenyewe. Sasa viongozi wa kidini, manabii na makuhani, nao si bora hata kidogo. Mstari wa nne unatueleza manabii wake ni watu wasio na msimamo, wadanganyifu makuhani wake wanatukana vitu vitakatifu. Sasa, tofauti kabisa na hayo, Sefania anasema hapa katika mstari wa tano: Bwana aliye ndani yake ni mwenye haki, hatendi uovu wowote. Kwa hiyo usikose kuelewa hili, wapendwa, licha ya uovu ulioko Yerusalemu, wana bado yupo pale, yuko bado hajawaacha wao. Wamemwacha Mungu, lakini Mungu hajawaacha wao. Kwa kweli, Mungu anawaonya hapa katika mstari wa nane, "kwa hiyo ngojeni mimi kwa siku nitakaposimama kuchukua mawindo." Kwa maneno mengine, kama hawatatubu hakuna kingine cha kufanya ila kusubiri siku ambayo hasira ya Mungu itafika na atakamata kama mnyama mwindaji mawindo yake. Hivyo ndivyo hasa itakavyokuwa Wababeli watakapovamia nchi yao. Sasa katika hatua hii Sefania anafanya kile ambacho manabii wengi wa Mungu wamewahi kufanya. Katika sehemu iliyobaki ya sura hii, anaelekeza mawazo yetu kwenye siku ile ya utukufu ijayo, ambapo ufalme wa milenia wa Kristo utaanza hapa duniani. Hata wakati anguko la Yuda linakaribia, Bwana anaahidi kamwe atawaacha watu wake. Sefania anahubiri habari njema kuhusu siku ya baadaye, ambapo Bwana atawakusanya tena watu wake waliotubu na kuamini na katika ufalme huo atajenga upya Yerusalemu. Unajua, wale walioona anguko na uharibifu wa Yerusalemu, walikuwa na sababu moja tu ya kuamini kwamba baraka za baadaye kama hizo zingewezekana. Sababu hiyo ni ahadi ya Mungu. Mungu anaweza kuaminiwa bila kujali jinsi dunia inayotuzunguka inavyoonekana leo. Tazama, habari mbaya ni kwamba hukumu ya Mungu iko kwenye upeo wa giza na uzuni wa Yuda. Habari njema ni kwamba Mungu hatawaacha watu wake milele. Tunajuaje hilo? Naam, ni kwa sababu Mungu hasemi uongo kamwe. Neno lake linaahidi siku hii ya utukufu inayokuja. Bado ipo huko mbele katika siku zijazo, lakini Mungu anasema hapa kwenye mstari wa ishirini wakati huo nitakufanya ujulikane na kusifiwa kati ya watu wote wa dunia, nitakapokurudishia mali zako mbele ya macho yako. Na basi kwa hayo tunafunga kitabu hiki kidogo cha unabii. Habari mbaya, lakini pia kuna habari njema nyingi. Kwa hayo muda wetu wa leo umeisha. Mpaka tutakapokutana tena kwenye safari yetu ya hekima, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote.